Naam, shukrani sana John Kahiro kwa taarifa hiyo na bila shaka, uh, ulemavu si hoja. Na pia mapenzi hayana masharti na mipaka. Kweli kabisa. Na basi, mtazamaji, tukiendelea na taarifa zingine, ni kwamba wadau wa elimu sasa wanatoa wito kwa serikali kuongeza mgao kwa shule ili kuwawezesha watoto zaidi kupata elimu bila kuzingatia hali yao ya kifamilia. Mkurugenzi wa shule ya wasichana ya Starehe Sister Jane Soita alisema kuwa licha ya juhudi za serikali za kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote, kuafikia hilo bado ni changamoto kubwa. Shule za wavulana na wasichana za Starehe zinaadhimisha miaka 65 na miaka 20 mtawalia tangu zilipoanzishwa. Taasisi hizo mbili zilianzishwa kwa misingi ya kuwasaidia watoto werevu kutoka familia maskini kupata elimu. Na katika kuadhimisha ufanisi katika juhudi hizo, shule hizo mbili ziliandaa kampeni ya uendeshaji baiskeli ili kukusanya pesa za hazina ya elimu. Walimu na wanafunzi wa shule hizo waliungana pamoja wakiendesha baiskeli kupitia barabara za mji wa Limuru kuchangisha shilingi milioni 6.5 kupitia kwa mpango huo. Hafla hiyo haihusu tu kuendesha baiskeli, bali pia kuleta mabadiliko ya kudumu. Uh, we are Wadau hawa wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba elimu inapatikana kwa wote. Pesa zilizokusanywa zitafadhili mpango wa elimu inayonuiwa kumpa kila mtoto kutoka kila eneo la nchi hii fursa ya kufanikiwa we will continue making kenyans the most competitive people out out of the the country on international because this is one asset that is available for all of us. Mpango huo wa uendeshaji baisikeli unaashiria azma ya muda mrefu ya shule hiyo ya kuhakikisha kwamba elimu inapatikana kwa wote bila kuzingatia watokako. kipotia darubini, mie ni Alvin Counder.